Na tunatuma tukufata dawa kufanya mambo mabaya ambayo nimesema kwamba tulikuwa tunatumwa kwenda kuiba nyota za watu. Mnapewa, mnapewa, mnapewa dawa za kusambaza kwenye njia panda ili watu wakanyage, waugue mgonjwa wa miguu, halafu waje pale watibiwa kwa babu. Hivyo ilivyokuwa tunafanya yani, watu tu ile kwamba labda kuna wa, wateja wamepungua, mnasambaza usiku, tunaanza saa tano, tunasambaza kwenye vile vituo vya njia panda. Sasa watu watapata, watakanyaga, wengine watasikia miguu inawaka moto. Wakija pale wanatibiwa wanaweka, wengine wanatoa mbuzi, wengine wanatoa kondoo, wengine wanatoa ng'ombe. Na ndivyo alivyofanya babu, na hakuna mtu aliyejua. Na kingine ambacho baba alikifanya kabla sijakwenda kwenye mambo ya wokovu, kulikuwa na watu muhimu nyumbani kwetu ambao waliwekwa special kabisa. Yani hawa wanafuatilia watu waliokuja kuaguliwa. Maana nimesema kwamba watu kwetu sisi tukipungua kwenye chakula cha mchana kwetu kwa babu ni watu kama sabini wamepungua. Walikuwa wanakuja watu wa kila kabila. Hao Masai walikuwa wengi, Wanyantusu wengi, watu kutoka mbalimbali mbali Wanaturu walikuwa wengi, wamejazana pale. Wanachukua dawa wanakwenda na wengine wanaleta zawadi ya ng'ombe. Sasa kulikuwa na tabia wale watu wanakija mtu kuaguliwa, wanamfata wanajifanya kama na wao wana siku nyingi pale wamekuja kuaguliwa, yule mtu anamshika urafiki wanawaambia ndugu yangu hapa, hajaniona, mimi hapa na siku mbili hizi na hizi sasa na wewe utaanza kusema nimetokea sehemu fulani kwetu kuna nyumba za hivi, na hivi. Huyu ba, huyu, kwa hiyo huyu mtu atakwenda kwa babu kumwambia taarifa kwamba huyu mtu anatoka sehemu fulani na kwake kuna nyumba hivi, kwa hiyo kesho asubuhi tu babu akitoka anasema fulani, nimekuota njoo. Na anakuwa ni mtu mmoja ama wanabadilika. Walikuwa kama watu watano tano. Yaani huyu akiwa yaani mtu huyu anaanza kukaa siku mbili akapotea kabisa. Akaja tena wengine. Na si kwamba wanaenda mbali. Kwa sababu kulikuwa na majumba mengi, anakaa kwenye nyumba ya kule. Kama ujaenda kwenye ile nyumba ya kule mara kulikuwa na ngome kubwa, kuna nyumba zaidi ya 30. Kwa hakika kaa kwenye nyumba ya kule uweze kumjua. Alafu babu asubuhi anakuita. Anakwambia nimekuota leo umenisumbua sana. Umenisumbua, umenisumbua. Huko anapiga ile kuna ule mkia wa ng'ombe. Anaupiga chini, umenisumbua sana. Sasa shida kwa sababu ile mtu utasema mpaka shida yako iliyo kupeleka pale, anakwambia ile shida yako, anakupa na dawa na utalizika kweli. Yaani huyu mzee kumbe ni mganga kweli, kumbe wewe mwenyewe ndio umetoa siri zako. Ana, anakwambia kiasi utakacho kwamba wewe nenda, lakini unatakiwa ulete ng'ombe utaleta tasumilizika na yale maneno ambayo amekwambia na umeona ya kweli. Kumbe kuna mtu ameshamwambia siri na huwa uamini kama ni yuko pamoja na babu, na ilikuwa sio rahisi kuwajua. Kwa hiyo sasa hii inaonekana ni, ni kama utapeli ulikuwa unafanyika ni mkubwa. Uchawi, okay. Ulikwepo, ulikwepo uh -huh. Lakini na utapeli ulikwepo uh -huh. Okay.